Tochi inaingia kesho, tunaenda nayo tarehe 30, tunazika nayo. Nimeongea na familia ya, ya nini ya Jirongo eh, tunaenda pale eh, na, the nini the elders wa Tiriki, the tuende tuone vile tutafanya mambo because hatuwezi acha Jirongo, ni mtu anaheshimiwa, he's an investor. Unaona siku alikufa tuliona atishamba yake moja isha uzo already we lakini serikali ni kama ina fail wanaifunikia tu. Ukiangalia, nasikia watchman juzi amefutwa kazi, ndio vitu alisema. So ukiangalia statement ya watchman, waangalie petro station, waangalie wananchi, it was suspect The kifa Jirongo. Sasa tochi imefika. Kama serikali au investigator watupatie tukuwe satisfied na investigation yao, basi itabidi tumechukua hiyo tochi ncha imekuja aenda kuweka huko, eh, lazima iwake ndio wakati wake. Ile siku itazima, wale watu walitumwa kumuua kumua, wote watakufa wote. Sasa lazima aziko kama hiyo tochi inawaka. So, hiyo tochi lazima ichajiwe kwa full na eh, ikuwe battery hata kitaweza wiki moja ama wiki mbili ile siku itazima tu pale watu wote hata mwisho. Kama ni Ruto security polisi, wale watu walikuwa wanataka kuiba shamba zake wote, wataenda, watakufa, itakuwa ni mwisho yao, watakufa na torch, na tutawazika vile Jirongo tumemzika. Hiyo ndio maana ya torch, hiyo ni tradition ya Watiriki. Tradition ya